Lakini watanzania wataridhika kwamba tumesikilizwa. Ikikupendeza, Mheshimiwa Rais, mimi niko tayari kushauri, niko tayari hata kuja Ikulu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania muda wowote ni kushauri.

Mheshimiwa Rais, kuna historia ya Kaini na Abel kwenye maandiko matakatifu. Habili ni mmoja watu ambao walitenda mema mbele za Mungu. Kaini akakasirika kwa sababu Habili ametenda mema. Ukisoma kitabu cha mwanzo neno la Mungu linasema, upo mstari unasema, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini unaghadhabika na uso wako umekunjamana? Kwani ukitenda mema kutopata kibali. Usipotenda mema, dhambi iko inakuotea mlangoni, ya kupasa uishinde. Mungu alimpa tahadhari Kaini, kama ambavyo watu wengi wema wametoa tahadhari Mheshimiwa Rais juu ya nchi hii. Ndivyo ambavyo Mungu alimpa tahadhari Kaini, lakini Kaini alipuuzia, akamchukua Abili, akaenda akamuua kule uwandani, lakini Mungu akarudi akamwambia yuko wapi ndugu yako Abi, ya Abi? Kaini akasema sijui kwa sababu mimi sio mlinzi wa Abi. Kama ambavyo Watanzania wengi wamepotea na mamlaka zikiulizwa zinasema hazijui wako wapi, the same scenario. Lakini Mungu alijua, akamwambia damu ya ndugu yako inanililia liki. Kilichotokea ni laana. Mheshimiwa Rais, kwa upendo kabisa na unyenyekevu mkubwa, liepushe hili taifa kwenye laana kwa sababu matokeo ya uovu ni laana, wema ni baraka, na kuomba sana. Narudia tena, niko tayari kushauri kwa moyo wa upendo kabisa. Wala mimi sikuchukii, nasichukii nafasi yako, nachukia maovu yanayofanywa chini ya utawala. Ikikupendeza, I might have some few sure advice on what can be done. Tukaenda hata one month later tukakaa chini kwamba tunajenga nyumba moja, hatuhitaji kugombana. Tufanye hili na hili na hili ambalo haliwezekani, tukubaliane. Yote aliwezekani twende kwenye uchaguzi. Narudia, ikifanyika hivi, hata unaodhani Mheshimiwa Rais, wanakuchukia watakufurahia.